Ndugu bwana habari, tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma juu ya tukio la mauaji ya Yokebeti Philippo Sindila miaka 29 yaliyotokea siku ya tarehe 20 mwezi wa 6, 2025 majira ya saa 4 usiku huko eneo la Narani Mjimwema katika mji wa Njombe. Napenda kukutaarifu umma kwamba mnamo tarehe 20 mwezi wa sita 2025 majira ya saa 4 usiku huko eneo la Mnalani katika kata ya Mjimwema Bi Yokebeti Filipo Sindila miaka 29, mbena huyu ni kondakta wa mabasi ya Kalubandika alikutwa akiwa ameuawa kwa kupigwa na kitu kizito kwenye paji la uso katika tukio hili Jeshi la Polisi tunaendelea na uchunguzi wa tukio hili na kama kuna taarifa zozote kutoka kwa wananchi juu ya tukio hili au mtu aliyotenda tukio hili, tunaomba ushirikiano ili kuweza kumkamata mtuhumiwa na kuweza kumfikisha katika vyombo vya sheria. Vile vile tunapenda kutoa wito kwamba watu wote ambao wanatenda uhalifu sione kwamba wako salama. Jeshi la Polisi tunaendelea na doria kali kuhakikisha kwamba hakuna uhalifu katika mji wetu wa Njombe, na yeyote atakayebainika kutenda matukio ya kihalifu basi sheria itachukua mkondo wake.